Tudumishe upendo, shumato, tudumishe wacha kabisa. Leo jamani, nimebahatika kutembelea kikundi cha upendo Ukwavila, ambacho ndo kikundi mama kabisa katika kata hii ya Mapogolo, ambayo kwa sasa tuna vikundi kumi na sita tuna vikundi mm, kwenye mashina ya yuda pale Mabadaga, lakini kingine kipo ofisini lakini vitano vipo Mambuyuni na vingine vipo Mlangali kimoja na vingine vinne vipo Utulo cha Ngombe na Ukula. Lakini kikundi kilichosababisha vikundi vyote ni hiki. Hivyo hapa angalia jamani, hik jamani, walivyopendeza! Mmependeza, angalia hii ni ofisi yao na ni jengo lao, wako Ukwavila. Hiki kikundi kinaitwa Upendo CMG afsa jamii Layabarali, karibu sana Ukwavila siku moja uje uwasalimia. Sante sana na sasa, kuna taarifa ya wiki naona, uh, wamejiandaa kusoma. Karibu tusomee taarifa ya leo ya wiki. Asante nasoma taarifa leo ni tarehe kumi na tisa mwezi wa tatu ishirini ishirini na tano. Wiki ya sitini na sita wanaume wako saba, wanawake kumi na nane jumla ishirini na tano. Hisa tuna milioni moja laki tano themanini na tano hisa hisa mlizopata leo hisa mlizokusanya leo hii yani hi. milioni moja na ngapi? Milioni moja laki tano themanini na tano. Wacha maneno kwa vile hiyo. Asante sana. Adhabu hatuna, afya elfu tisa mia sita elimu elfu tisa mia sita uwezeshaji elfu kumi na mbili mia nane jumla ndogo ya mfuko wa jamii elfu thelathini na mbili Bima hatuna, nyongeza ya fomu hatuna, mapato mengine hatuna jumla ndogo ya wiki ni milioni moja laki sita kumi na saba. Jumla kuu tuna milioni mia moja sitini laki saba na shilingi elfu moja. Makofi jamani! <laughs> Haya, asante sana, asante sana, asante sana. Malosha, Malosha, mwenyekiti wa uwezeshaji kitaifa nchi nzima ya Tanzania. Hii ndio kampuni ya Pescop, kazi inazozifanya katika wilaya Mbalali. Asante sana, ongera sana, tujipongeze. A kwa milioni mia ngapimilioni mia moja 160. Alu safi sana, hii ndo Mbalali. Mungu abariki sana, asante sana, asante sana kwa taarifa yenu nzuri, na imependeza, na ninyi mmependeza, ongereni sana.